Katika mwaka wa fedha 2025/2026 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliidhinisha nafasi elfu arobaini na moja na mia tano kama ambavyo nilieleza awali, za ajira mpya kwa taasisi mbalimbali zikiwemo nafasi 12,176 na za walimu nafasi 10,280 za kada ya afya, ambapo utekelezaji wake unaanza mara moja kikao hiki hapa, ninaielekeza Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma kuanza mchakato wa kujaza nafasi hizo za mwaka 2025, 26 pamoja na kukamilisha mchakato wa nafasi zote za mwaka 2024, 25 ambazo nilizisema zimebaki, ili kuhakikisha Sekretarieti ya Ajira inatekeleza jukumu hilo, inapaswa waajiri wote wafanye watoe ushirikiano kwa Sekretarieti ya Ajira. Kama tunavyofahamu nafasi hizi za ajira hawafanyi Sekretarieti ya ajira peke yao, wanashirikiana na mwajiri. Lese labda TANESCO wanataka kuajiri mafundi, kwa hiyo lazima watoe specification za nafasi ile ya ajira, wapeleke Sekretarieti ya ajira, watangaze, ndipo waendeshe usaidi. Kwa hiyo tunazitaka taasisi zote za uajiri ambazo zimepewa vibali kwa kushirikiana na Sekretarieti ya ajira watekeleze ajira hizo kuanzia sasa hivi. Aidha, ninapenda pia kutoa maelekezo kwa waajiri ambao sekretarieti za ajira imekasimu madaraka ya uendeshaji wa mchakato wa ajira kwa baadhi ya kada kuhakikisha wanaendesha usahili mara moja, ili kujaza nafasi zilizoidhinishwa kwa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni na uendeshaji wa usahili katika, katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari, sekretarieti ya ajira imepewa mamlaka ya kusimamia ajira katika utumishi wa umma, lakini zipo kada ambazo zinasimamiwa na baadhi ya waajiri. Na nyie ni mashahidi, mtaona kwenye halmashauri wale maafisa watendaji wa vijiji, kata mda mwingine wana, wanasimamiwa na halmashauri husika, au mda mwingine kwenye idara za za afya kule utakuta TAMISEMI wenyewe wanasimamia. Lakini kwanzia mwaka jana tumeanza kufanya hizo saili kupitia kwenye, kwenye mikoa husika yaani kama kuna nafasi zinatangazwa mkoa wa Lindi, usaili utafanyika kule kule. Kwa hiyo unasimamiwa unasimamiwa unaratibiwa kule na halmashauri au TAMISEMI kwa kushirikiana na sekretarieti ya ajira, kwa lengo la kuhakikisha zoezi la usahili lina linapunguza gharama na linafanyika kwa wakati. Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma inaelekezwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, zoezi la usaili lifanyike kila mkoa Tanzania bara na vituo vilivyoandaliwa mahususi kwa upande wa Zanzibar, ili kutoa fursa kwa waombaji kutoka katika maeneo husika kuomba na hatimaye kusailiwa katika maeneo yao, kama nilivyosema kwamba hizi nafasi zinatoka kila kila mkoa na kila mkoa wataendesha usaili maeneo yao, kupunguza gharama kwa wale wanaoomba. Lakini vile vile, waombaji watakaofaulu usaili lakini wakashindwa kupangiwa kazi baada ya usaili waweke katika kanzidata na waendelee kupangiwa kazi kwa kadri nafasi za ajira mpya zinavyojitokeza. Waombaji hawa watapangiwa kazi katika taasisi zitakazokuwa na nafasi popote hapa nchini. Uh, eneo hili hapa kwa mfano, tumetangaza nafasi za ajira elfu arobaini na moja na mia tano mwaka huu wa fedha, lakini katika usaili wamejitokeza uh, wananchi laki mbili. Na katika wale laki mbili laki moja, yu, laki moja na nusu wamefaulu. Kwa hiyo laki moja na nusu wale, tutatoa hao elfu arobaini na moja Wengine waliobaki tunaweka kwenye kanzi data. Wakiweka kwenye kanzi data, ikitokea kwenye, kwenye taasisi mtumishi amefukuzwa, ile nafasi lazima tuijaze. Kwa hiyo tunaenda kwenye kanzi data tena, tuitishi tena usahili.